Naam, kwingineko viongozi wa kanisa na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanahimiza amani na maridhiano wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Kasipul, Kaunti Homa ya Homa Bay. Hii inafuatia makabiliano yaliyoshuhudiwa katika eneo la Opondo ambapo vijana wawili waliuawa. James Latano anatuarifu zaidi kutoka Uyugis. Tete inazidi kushuhudiwa katika eneo bunge la Kasipul, Kaunti ya Homa Bay. Joto la siasa likizidi kupanda siku chache kabla ya uchaguzi mdogo kufanyika katika eneo bunge hilo <coughs> ushindani mkali ukitazamiwa baina ya mgombea wa ODM Boyd Were na mfanyi biashara ambaye ni mgombea uhuru Philip Nation Aroko. Kwa sasa kampeni zao zimeshika kasi katika sehemu mbalimbali. Siku mbali chache zilizopita, makabiliano makali yalishuhudiwa baina ya vijana wanaokisiwa kuwa wafuasi wao na kusababisha vifo vya watu wawili huku mwingine watatu akipata majeraha mabaya. Hiyo sio tabia zetu tena, hatutaki kurudi nyumba wakati watu wanakuwa narudi wa, wanatupa wana, wana, wana mawe mambo ya mawe iliisha. Na ile wakati sahii ni wakati wa uchaguzi ambaye ni wa haki na <clears throat> tunajua ya kwamba yule ambaye atachaguliwa na watu hao ambaye wanaenda kwa by election, huyo ndio atakuwa kiongozi, lakini kutupa mawe kutusi wengine na kusema hawezi na kusema mambo mengi, hiyo kama kanisa tumekemea. Mwenyekiti wa chama cha ODM, Gladys Wanga, akikashifu visa hivyo na kuwarai wanachunga kudumisha amani wakati huu wa uchaguzi mdogo. Nataka niseme ya kwamba tuko na by elections katika constituencies tofauti tofauti, na mimi nataka kuomba kama national chairperson wa chama, wanachama wetu kila mahali tafadhali tudumishe amani, na nataka nipinge kabisa ile mambo ambayo ilifanyika hapa Kasipuli. Nataka kuomba amani, kura iombwe kwa amani. Hakuna siku kuleta vita italeta kura. Sisi kama wanachama wa ODM nataka kuambia wa wa wafuasi wetu kila mahali, tafadhali tuzingatie amani, tufanye rali zetu kwa amani, kwa sababu najua wananchi wameshaamua ya kwamba zile viti ambazo ziko pale, tukiongelea kuwazungumzia, watajitokeza na watapigia kura chama cha ODM, ikiwa ni eneo linalokisiwa kuwa ngome ya chama cha ODM. Wanachungwa hawa sasa wako na kibarua wa si haba kudhibiti ngome yao.

in pursuit of political positions that our people should not be divided in pursuit of political positions and that our people should not be should be dignified in the manner in which they pursue those uh, political positions. Itasalia jukumu kwa wanakasipul kuchagua sio bora kiongozi, bali kiongozi bora, kiongozi ambaye ataitikia wito wao na kuwapa huduma kikamilifu. James Latano, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay.